Halan wa salan wa marahaba, mpenzi mtazamaji, popote ulipo, hujambo na karibu. Kulingana na maamuzi wa rais mkuu wa shule ya marafiki Kaimosi dhidi ya mabadiliko kuhusiana na matokeo ya mtihani itakayoanza rasmi mwezi Juni, ambayo sio maneno ya kawaida kwa wanafunzi wa ufanisi wa chuo kikuu cha marafiki Kaimosi. Hii imeweza kuwafanya wanafunzi wengi kuwa na hofu kuu, wamebaki wakijiuliza maswali lakini hawapati majibu. Mwanahabari wenu Ivon Okwara Matole, aliyebobea katika utangazaji bora, awahimiza msiwe na hofu, msitie shaka, mjitie nguvu. Hiyo isiwe chanzo cha heka heka kwenu. Basi mpenzi mtazamaji, langu jina ni Ivon Okwara Matole, kasisi wa uwanahabari. Siku zote nakwambia, vipi? Kamwambie mama bado napambana, ipo siku nitatimiza ndoto yangu Najua mambo yatanyooka tu. Ukipenda ni hite Malkia wa Nyanza, yaani akwino Mnyanza, shabashi.